Ya chana na hayo, lakini tukisalia katika kaunti ya Kajiado, shirika la huduma kwa wanyamapori nchini KWS katika kaunti ya Kajiado imetakiwa kuendelea kukaza kamba na kuweka mikakati zaidi ya kusaidia kupunguza migogoro kati ya wanyamapori na wakazi wanaoishi karibu na mbuga za wanyamapori. Wakizungumza kwenye hafla ya kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kuishi na wanyamapori, wakazi wanaoishi karibu na mbuga ya kitaifa ya Amboseli wanasema bado mashambulizi kutoka kwa wanyamapori yangalipo, wakisisitiza haja ya KWS kudhibiti uvamizi huo ambao unaendelea kuwapa hasara. Kwa maoni yangu mimi nasema ni inahusu kwa jumla, wapi makofi yao tafadhali. Tunaona ndofu imetuletea hasara mbaya sana, kwa ajili inamaliza mimea yetu. Sisi tunapanda miti, lakini ubaya, tukishapanda miti tukipata kifuli tukisikia vizuri sana ya hiyo kifuli, ndofu inakuja inakata. Juzi hata hapa la lakir walikula ng'ombe tatu, moja iliuliwa hapo kabisa, zingine zimewaikwa majiraha. Jana tu wakakula mbuzi, na zinaliwa na simba na fizi, ndio zinasumbua sana vilevile. Shirika ya huduma kwa wanyamapori tukishirikiana na washika dau wetu tumefanya mikakati mengi tu ya kuhakikisha kwamba mzozo hii inapunguzwa. Kuna sehemu mingi tumejenga predator proof bomas, zile sehemu ambayo tunaona kwamba ukiweka wanyama wetu hawa wa nyumbani inakuwa ngumu ya wa, wanyama pori kuingia na kuwadhuru. Vile vile tumesaidiana na wananchi kwa upande wa predator proof lights ambayo tunaweka zile lights ambazo zinazuia uh, wanyama hawa wapori kuingia kwenye zizi zetu.